Sawa? Sawasa, niko vizuri mm. Eh, niko fit. Asante sana, niongelea wewe pia, ni sema asante Mungu yeah. Hii ndio timu pekee yenye kibali cha Mungu mm. Na leo Mungu ni kweli kwamba kamba Simba Sports Club hata kama wachezaji wakiwa wamechoka sana yeah. Ni lazima watapewa kibali na ni kweli, milioni 300 sio kitu kidogo, waliahidiwa milioni 300. Na nani ambao kawaahidi wao uh. jamaa nyuma mwiko tunafahamu michongo yote tunaifahamu vizuri hmm. kwamba wao lazima wamekuwa milioni mia tatu wamecheza mpira wao kwa wastani wao ila, hmm. walishindwa kuelewa hmm. Simba kwa Singida Black Stars hmm. hata hmm. nauja kusema hmm. hata Simba ukiwaamsha saa tisa ya usiku hmm. kila mchezaji ana matongotongo anatuzika hivi, Singida Black Stars hawezi kupata hata sare, apati hata sare yeah. Yani leo hii Simba tunaomba mechi ishirini zote tupangiwe na Singida E, walisema hawachezi e, na walitaraji na, na matumaini makubwa yalikuwa katika mchezo huu ya kwamba mpoteze aidha mwangushe walau alama mbili ili wao wacheze dabi, mmeshinda na gepu limebaki la alama moja. Unaiona dabi kweli tarehe 15? Da, mimi nafahamu, dabi, 15 hmm. A, na mimi nafahamu dabi ni tarehe 15 mwezi wa sita, sawa. Ana muda ni saa kumi kamili hmm. Sasa kama wao mwendo wao nasema hawachezi no. Na mimi katika kitu ambacho nina support Yanga mm, naomba wasirudi nyuma katika msemo wao, waseme hivyo wa wachezi ngo, na mpaka tarehe 15, waseme wachezi ngo mm, hapo mimi nitawapa saluti na support sana mm. Ah, no, no, no, no, no. Mm. Si wenyewe wamesema wachezi mm. Kwani sisi sisi tuko tayari mm. Hata kesho tuambiwe yeah. Baada ya mechi ya leo Singida tumewafunga goli moja, tumezaa watoto kumi na mbili mm. Sawa, maana yake kesho tuambiwe tucheze na Yanga, tunacheza kitu gani ambacho kinawapa jeuri ya kusema kwamba Yanga wasicheze na mnamataka muda wowote, ikiwa wakikutana nanyi mara tunashuhudia mara nne mfululizo mnashindwa mna kupata matokeo dhidi yao? Ndugu mwandishi wa habari, mbona wewe unakuwa mchokozi, wewe uioni Simba ni hatari? Hmm. hii Simba ni sio Simba ni ile ambayo tunafikiria sisi, ni Simba ambayo imeingia fainali hmm, shirikisho hmm. Sawa. Lakini pia ametolewa shirikisho kwa ajili ya hujuma mm, wao. Hiyo ni Simba ambayo waitarajia kwamba Simba itakuwa nafasi ya tatu na nafasi ya nne mm. Lakini mchosiko Simba hiyo kwamba jino kwa jino na Yanga Afrika mm. Yanga Afrika na kikosi bora kikosi chao mchezaji mmoja mmoja, mmoja. Mm. wanakuwa ubora mkubwa sana mm. Walitamani kuiona msimu huu Yanga mm, inaongoza ligi kwa point takribani kumi na kuendelea mm l lakini pia waitamani waingie hata nusu fainali ya kaubingwa, lakini yote imeshindikana. Maana yake nini? Maana yake Simba hii ndio bora kuliko Yanga. Unatamani kucheza dabi eh? Ama watu wengi wameenda mbali na kusema kwamba kwa vile Stefani Aziziki ameshaondoka nchini natamani kucheza dabi kabla Aziz Ki yuko hapa na yule Aziz Ki, Aziz Ki toka yuko hapa. Simba sisi tumesema dabi tunaitaka sawa. Sa, wao wanasema dabi hawaitaki, sio sisi Simba. Aziz Ki ni miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa tuna kawaida sana wako na Aziz Ki, wameishia hatua wa ya makundi ya kaubingwa, sumenielewa wameshindwa kupata kagoli kamoja. Hapana, hapana, hapana! Hebu naomba ndugu anisha bali mtengo kauli yenu. Sisi Azizikia hawezi kutusumbua, sema siku zote mchezo wa mpira ni mchezo makosa. Msimu huu umeanza, tumefanya makosa, wametuadhibu, lakini adhabu ya msimu huu, na ndio maana tukasema tunalipiza kisasi, tunahitaji dabi kwa yani, kwa nguvu zote. Performance nzuri Steven Dese Mukwala, na ndio man of the match na ndiye mfungaji wa goli pekee, unamzungumziaje una katika mchezo wa leo? Mukwala no comment. Kusahabu kwa sababu kama miongoni mwa wachezaji ambao wako vizuri, wapo katika pambasi nzuri, yuko Mukwala, yuko Budo Amba, ambao wachezaji ambao kwamba sisi mashabiki wengi tuliwatarajia wao wazuri hivi, lakini mwanzo walianza kuwa vibaya, lakini kwa sababu wana kocha Fadro, miongoni mwa kocha bora ambao wenye akili nyingi mpaka zinamwagika ameonyesha Fadlu kwamba yeye ni miongoni mwa kocha anaweza kumfanya kila mchezaji mm. aliyekuwa yuko chini kumwinua juu mm. na ni kweli leo yeye Mkwala sio mechi hii tu, Mkwala mm. tumeona hata mechi ya fainali ya, ya mwisho mm. hapa Zanzibari mm. tumeona Mkwala anawakimbiza anawakimbiza mpaka wa Arabu walikuwa wanatapika nani, wanatapika nyanya chungu yeah. sawa yeah. lakini mwisho wa siku alipiga mwisho wa siku goli, mm. goli ikataliwa. Haya yote ni kwa ajili ya Mkwala. Kwa hiyo mkwara simzungumzi leo, mkwara anazungumzia mechi kadhaa, mechi saba zilizopita, mkwara anafanya vizuri. Watani wenu wanaeleza ya kwamba ushindi wenu ni kama kuna asilimia kadhaa, eh, marefu wanakuwa wanachangia, kwa maana ya kwamba matukio mawili ambayo yametokea hii leo kwenye boksi, tunashuhudia watoto wananyimwa penalti. Ubaya ubela ubaya, wow, wao wamecheza hmm, na sisi tunacheza hmm. Si, wao wamecheza kule wameungana kwa pamoja sibeekane yeah. Na wow, wa, wengi waliongea Kiarabu yeah. Na mimi sikufichi yeah. Wengi waliongea Kiarabu yeah. Na, mimi, ali Kamwe kongea Kiarabu. Sijui uchebe kongea Kiarabu. Sijui kisingi kongea Kiarabu. Watu wote wa Yanga wanaongea Kiarabu. Alafu wengine ni Wakristo. Wewe unasikia wapi Mkristo anaongea Kiarabu, wapi na wapi? Ukimwambia sema alhamdulillah hajui. Sawa, lakini lakini lakini juzi wamengea Kiarabu. Mimi sikufiti katika miongoni mwa watu ambao ndugu anishobaini ninawachukia katika nchi. Wa kwanza namwombea mchome, kesho kashkutwa apata ajali, apata ajali akatike mkono. Hmm. Sumaduli. Lakini ya pili ninamwombea yule lefari ambaye ametumia Simba kuchukua ubingwa wa shirikisho apata ajali, apaali kichwa. Lakini wa tatu namwombea Ali Kamwe, ametuma clip imenikera sana, kwamba anasema kwamba nilijua tu tulijua tu. Namwombea Ali Kamwe kesho akilala akiamka, mdomo mdomo um, tumeenda pembeni um, asiongee milele. Sumazuri kwa watu ambao kila siku Simba wanaiandama na Simba hii waache kuiandama. Wahenga walisema ukiona mtu napiga mawe sana, maana yake mtu na matunda mengi, na pia matunda ni mazuri. Lakini pia ukiona wewe katika maisha yako hauna maadui, maana yake una faida hapa duniani. Kwa Simba inanipa faraja inaniambia Simba kwamba ni miongoni mwa timu ambayo inashambuliwa sana na maadui wengi sana, kwa sababu Simba ni bora sana kuliko timu yote Afrika hii. Sasa hivi game eh, ya fainali tarehe 25 na tarehe 28 na leo tumeshuka dimbani na tarehe 31 tunakwenda kushuka dimbani dhidi ya hawa wa chui weusi katika mchezo wa CRDB Foundation, kwa maana ya kwamba kumtafuta ambaye ataingia tu ya fainali kule ambako ametangulia Yanga. Ah, finali tunaingia Simba na Yanga, tunamsubiria Yanga. Yanga tayari ameshaenda. Finali tunaingia Simba. mm. Na Yanga ametangulia. Yanga tunaenda kutana na finali ya kwanza katika CRB Bank. Yaani, hiyo watake wasitake. Sasa sijui shauri yao. Wakisema wao wacheze eh, shauri ya mbali upuzi wao ngo shauri yao ya mbali. Huo eh, upuzi wao na ujinga wao eh. Lakini Simba tarehe thelathini na moja. Yaani, nyinyi Simba hii hamuelewi. Hawa Simba hata wafanye nini hawa ya Simba Stars hawana uwezo kumzuia Simba. Yaani utasema bado Simba anashinda na anashinda kwa kishindo. Kwa hiyo mwisho wa siku Yanga tunaenda kutana katika kategori mbili. Sasa waamue wenyewe, kuna wapo ushauri, waamue wenyewe, wakubali kucheza Simba kwenye fainali kwenye ligi, wakimbie kama nasema wacheze ng'oo, au kesho wasimame watangaze kwamba wanacheza kwenye ligi fainali, wacheze ng'o, wachague sehemu moja, maana kila sehemu wataka kwenda ni kipigo tu, na hicho kipigo ni kipigo kikali mno, ambaye kwamba siku zote mbwa siku zote, mbwa ukimwona anabweka sana, yuko nyumbani kwake mpeke ugea nini? Mbwa ukn ukimtishia anatoka mlio na pia mkia anafunga hivi, maana yake nini? Kwamba Simba sasa ni wakati wake, watu hata mseme nini, huu ni wakati wa Simba Sports Club. watu waache uvivu wa kufikiri Wajue kwamba Simba sasa ndio, ndio mfalme katika nchi hii. Yanga alukaruka tu, na mwisho wa siku ni, ni, ni, mi niseme kama like wa Simba. Ah, Simba Black Stars mimi akipata hata sare akipata hata sare back stars, mimi naacha kushangilia mpira wa miguu na stafu rasmi, nitaamia kushangilia lede cup. Lede cup ndo nukta ambayo umeiweka tukushukuru sana kwa wasa wako na muda wako kuzungumza na wapenzi wa mpira wa miguu nchini, asante sana.